Habari zenu tena yeah. So, samahani kwanza kwa tukio kwa eh? Yeah. Kubwa amekuja hapa na imekuwa chanzo cha ja upatanisho sawa. So, Mm -hmm. Makosa mawili haitakuwa sahihi, itaendelea kuwa makosa zaidi. Mm -hmm. Tumekuja hapa mchana tukaongea na nyinyi. Mm -hmm. Na tukawaomba tukawaambia kama kuna tukio ilifanyika hapa, kuna mtu alichukuliwa pikipiki, kuna mtu aliumizwa, leteni ripoti kwa kituo cha Kenya cha lizi tuandikishe, kuna utaratibu. Tunaenda kwa OCD bale, tukiwa na taarifa ya kwamba kuna pikipiki fulani ya Kenya, kuna kijana yetu ya Kenya alishikwa hapa, ndio tuende tuombe pale, tuwasiliane na wao, si tuwasiliane na nyinyi, tukajua tunawasiliana na watu wasimamizi, wanaelewa. Amejikuta na supra, mmetufuata tu saa hiyo hiyo, mnaanza kufunga barabara sasa. Tukashinda tutasaidiana aje? Tukuwe na supra, kitu kidogo isitupiganishe. Tumekuwa na amani kwa siku mingi sana, na hii si mwisho wa dunia bado tunahitaji amani, tunategemeana. Tukuwe na watu ya wa sukra. Kama kuna mtu yetu alikuswa ya Kenya, kuna njia taratibu ya kufuata tupate haki yake. Hata kama ni bigibigi imechukuliwa, tutafuata mpaka tuilete na tutafanya kwa amani, lakini hii vurugu hii, tutazidi kupata shida shida zaidi, na hatutaki tuende hiyo kiwango. So na waomba tuwache hiyo sarakasi nyingi sawa? Ndio. Sisi kama jeshi la polisi bande hii tunazungumza lugha moja. Haichali umetoka Tanzania, umetoka Kenya. Tukikutana tunaongea lugha moja. Mumeingia, mm -hmm. Nikiingia hapa nimesalia mkubwa hapa. Kwa nini? Sijasema ni Mtanzania. Ni mkubwa yangu tukiwa hapa. Sawa? Lakini tunawasiliana, tunazungumza sana yeye, tunapata jawabu. Sawa? So nyinyi naye muige hiyo. Kama kuna shida hapa, tuongee ukipewa. Ndio. Lakini kurusha mawe utapata bikibiki. Mama saa hii tukiongea sichapewa namba hata moja ya pikipiki yenye ilichukuliwa hapa. Unataka ni kule niende nitishe nini? Na utaomba nini? Nitaenda kuomba nini? Hata ni, ni ni, nikiulizwa pale pikipiki namba gani? Sina. Haya, unasema kuna kijana amechukuliwa hapa, uje niletee kijana. Vijana wako huko kituoni mwingi sana. Naenda kuchukua nani? Sasa so, watu watu tuko na na na akili. Tuache hii, tabia nyingine hii hii. Hii mnapoteza muda bure. Hmm. Hmm. Hmm. Saingi, hmm. Hmm. So, walinikabidhi hiyo yenye ilikuwa ofisa ni nimekafiti watu wa Experts waende waiangalie chombo gani kwa sababu hawa ya inaw Isa imeita security team ya Kenya, tumekaa pale border hata tukaika upande wenu. Ikasemekana hakuna ofisa ya upande wameenda kuchunga mician. So tunataka mapatanisho tu... na tubeane malalamishi ya watu wetu kwa sababu wamesema wamekuwa waskari wenyu wakipiga tu patrol, laba wakifunga break simama, ni kupiga hawa msimamo ni ku, ku, ku, kuchukua hizo mapikipiki, msimamo ni kufukuza hawa ama kupiga hiyo tia kasi. So tumeanza leo saa meeting ya security ya Kenya ambayo tulikuwa tunangojea tukutane na nyinyi, ndio tuwasilishe sasa. Hizo pikipiki wanasema imeshikwa huko, na tukawataribu asubuhi, mimi mwenyewe kama OCS niliwataribu, nikamwambia saa kama mtu amepatikana na makosa ya Tanzania, hiyo tutakomboa lakini kama ameshikwa bila makosa yoyote, ndio yoyo tunakuwa tunaashisha hiyo taratibu. Tukarudi na hiyo timu ya security team mpaka hapa ambayo ilikuwa inaongozwa na ACC. Tumeongelesha hawa tukamwambia, ngoje tumalize, hata mkutane kesho, tutapatana na, na, na wenzetu wa Tanzania ndio turudi tena tuwapatie chini. Na tukiondoka hapa tukaambia, huyo mwenye mnasema ametekwa nyara na polisi wa Tanzania, tutendee jina na hadi, yeah. Mm, saa huu hakuna mtu mwenye ameleta hiyo jina, hakuna mwenye ameleta namba mm, na mm, ya pili. Na nikawaambia tena waje kesho tupate suluhisho ya kudumu kwa sababu kama wanasema ni uchaguzi upande huu wanasema wao, anasema wawakutuka wataleta shida hapa mm, hatutakuwa hapa milele sisi, tutaenda kama sisi, a wafanyikazi wa serikali huwa tunaendaga transfer mm, tupate kesho suluhisho ya kudumu ambayo hata sisi tukitoka transfer, Tanzania watamaliza uchaguzi, itakuwaje? Wakati tena mtafanya uchaguzi, grupu kama hii itaanza tena. Ndio nimeambiwa kesho tutakuwa na kikao, tukae tupate suluhu ya kudumu ambayo hata sisi tukiondoka transfer, wale wanakuja kukaa wasipate shida na hii na watu wetu wasiumizwe. So hakuna kuchukua sheria mikononi kama wa Kenya, na nimeambia hawa sa hapa, iko kitu inaitwa international law. Wewe ukichoma moto hapa kwetu Kenya, kama tumekuona, kuna kustaki na makosa ya inaitwa treason, na tutakukabidi ile upande mwingine, ustakiwa na makosa ya international law hmm, ya yeah, kuchoma moto so tukaambia hawa wasichukue sheria mkononi. Tukakuwa na area chief kwa tunamwona area chief kaomba musamaha yeye na akasema na nika nitunginye niliongezea sana nikawaambia, hmm. niliwaambia wenye wanakaa hapa kwa sababu hapa, hmm. hapa wa ndio iko na shida sana, ile bodaboda isiko hapa tangu tangia saa hiyo, waondoke wapi? Jama, niliwaambia chama anaondoe hiyo watu ya, ya bodaboda hapa mpaka kesho. Mpaka kesho tupate suluhu, mm -hmm. Ishakutana na wenzetu wa Tanzania, si ndivyo? Wanaje? So venye tumetoka ndio tunaambiwa wamewakisha muda. Hata nimekuja na hasira sana kwa sababu unachukua sheria mkononi yako. Aijafika kesho tukae na wenzetu wa Tanzania ndio tupate suluhisho hata tulikuwa na mubango na huyu, tuende tukomboe hiyo mwenzenye mnasema sema mlikuwa amekabidhiwa. Sasa venye mumeakisha moto, tukasema ngoja tusikisha sasa mpaka mkutane kesho tumalize. Sasa nye mutaogoko? He? Nye mutaogoko. Na <todukoshi> <Yeah>. <todukoshi> nikasema watu watoke hapa. So saami sina maneno mengi, watu wasichukue sheria mikononi yetu, waje hiyo amani idumu kati yetu na wenzetu wa Tanzania. Sisi ni mandugu na madada. Na tutahama hapa kama wananchi wa Kenya, wa Tanzania hawatahama hapa kama wananchi wa Tanzania sawasawa. So, so. Yeah, so. Hey, mbali ambali, kwanza tumalizane kesho, ile mapatanisho, tutarudi kwenu tena kuwaongelesha yes. na tunawapenda kama Wakenya na sheria yetu ipo ya kuwalinda wananchi ya Kenya.